Ya karibu sana mpenzi msikilizaji, mahala popote ulipo, ni mechi ya kukaza misuri, ni mechi ya kufa kupona, mechi wa maana anazungumzia mechi ya wanaume hii, tuone nani zaidi ya mwingine, wanapatana kwa mara ya kwanza. Namzungumzia Mikel Arteta na Diego Simeone, anayongoma Declan Rice. mkata umeme nyuma kabisa kwa mtafta William Saliba, watamuita beki asiyepitika kwake Julian Timber Jezi nambari 12 katika zulia la Emirata, vijana wa Arsenali kwake Gabriel Magalhaes atamwita ukuta wa Eriko huyo kwake William Saliba, Julian Timba, vijana wa Arsenali kwake Bukao Sasaka Saka, nahodha wa siku ya leo, nyuma kabisa kumtafuta Julian Timba ambaye anamregeshia ngoma William Saliba. Saliba kwa kwake Martin Zubimendi, kwa kwenye kidara cha kati, wanja anaangalia, cheza na nani, anamwachile ngoma sasa ni William Saliba. Saliba ngoma kwa ke Julian Timba, geuza mtu pale. William, uh, zungumzia Julian Timba, kwa Zubimendi, kwake anaperekwa chini. Mwamuzi anasema vipi, ni Kabu anaitwa David Massa, center referee anasema Koke, nahodha wa timu ya Atletico Madrid, kamchezea visivyo Martin Zubimendi wa Hispania, wote wawili hawa E, Koki ukimwangalia miaka imekwenda e, mchezaji mwenye tajriba ameichezea, e, Atletico Madrid mechi mingi e, Martin Zubimendi anaonekana kuhamaki zaidi, lakini refari anasema kwamba ngome iwekwe chini. Watakuwa kianza vijana wa Arsenal, wanaingia Arsenal kumuita Brecheze Eze, babatiza mtu kule, piga dakika, paisha kitu pale, Declan Rice, namna gani hapa Dakika nne za mwanzo Atletico Madrid anajipata chini ya shinikizo baada ya nyingine kutoka kwa wana Arsenal. Ndio. Si mara ya kwanza wanaponea, wanaponea mara kadha wa kadha. Ndio. Na kama unavyosema anaelekea kuzikwa. Kaburi inaanza mm, kuchimbwa. Anasema kaburi mtu <laughs> <laughs> e, akitaka kukuzika kaburi, mm. E, anakutayarishia. Kweli. Asante e, sana ambao mnaandika harafa vile vile tuko mbashara anazungumzia kwenye wingu media. Tuko live pale semezana nasi. Alipiga mpira fataki pale berecheze kapiga dakika karejesha deka rais, uh, kinapaa kitu juu ya mtambo wa panya mamuzi. Anasema vipi, kuna fauli wanafaidi vijana hawa. Nazungumzia Atletico Madrid, tuone eh, hali itakuwa namna gani? Mambo ni sufuri bin sufuri, dakika ya tano ya mchezo, wakati nazungumzia ni kipindi cha kwanza. Matangazo bomba, matangazo Kenya, Kenya hapa ndani ya Wingo Radio 94.8 FM. Mimi nakwenda kwa jina la kijana wa jana, Kaka PK Waithaka. Mimi ukiniita Toto KE nitakuwa ninaitika. Leo mm, ni Jumanne, tupo hapa, kesho vilevile vile tupo hapa, michuano hii e, ya kombe lenye masikio marefu, ukimwangalia Eh, Diego Simeone dhasa, nakuambia ukimwona amevalia pamba safi ile suti, ni kama ameenda mazishi, ni kama anaelewa hali itakavyokuwa. Nilikuwa nataka uelekee pale, kwa sababu ukimwangalia ndio, na ukimwangalia makocha wengi, hata kwanza wenye nini, tajriba, na ambao wamecheza michono hii mara nyingi sana, wanaingia senali kule. Gabriel Martinelli ile kwenye kisanduku kule ndosha ile ngoma Robin, lakini muamuzi anasema kwamba ngoma ilikuwa imetoka nje, watacheza

muona David Massa anazungumza na Lewis SK wakati ambapo anafoka Diego Simeone anasema: kadi, kadi ito, okay. Anasema kadi na anasema VR ah, e, anasema wangazia kwenye VR na vile vile kadi ishuke e, sana. E, na Bwembwe e. E, hamaki sana naona anazungumza na fourth official Daniele ama Mateo Masenaro namweleza kulikoni. Wataanza vijana wa Atletico Madrid, weka ngoma chini pale, zungumzia kijana, muite mwite Marcos Lorente, cheza nyuma kwa Leo kwake, Robin Koke, Koke anacheza kwa kwake, zungumzia mchezaji Marcos Lorente, ambaye anaangalia chezo wapi. Lorente anacheza katikati ya uwanja, yuko Julian Alvarez, anapiga anapiga pasi kwenye kisanduku, lakini goalkeeper David Raya anatokeza vizuri na kunyaka mpira.